Swanga TV, sauti ya maisha. Asalamu alaykum, amani ya Mungu iwe nawe popote ulipo. Inawezekana kuna uh, siri ya mafanikio ambayo imejificha ndani mwako, lakini kuna baadhi ya tabia ambazo unazifanya ndizo zinazochelewesha wewe kufanikiwa, na ndiyo mada ambayo tunakwenda kuizungumzia leo Tabia zinazochelewesha mafanikio yako. Jina langu ni Hamza Lusambo, karibu tuweze kuangazia tabia mbalimbali ambazo kama tabia hizo ukiziacha au kuziepuka, basi naamini utaweza kufanikiwa. Tabia ya kwanza ambayo inachelewesha mafanikio yako ni kukosa malengo au mpango katika maisha. Kuna baadhi ya watu uh, katika maisha yetu ya kila siku uh, wanaishiishi tu bila mipango na malengo. Unapoishi lazima uwe na malengo yako katika maisha. Lazima ujue kwamba mimi nafanya, kwa mfano, kama unafanya biashara, lazima ujue kwamba kabisa mimi nafanya biashara kwa lengo fulani. Nataka baada ya miaka miwili au baada ya miaka mitatu niwe katika uh, sehemu fulani, niwe katika mazingira fulani, niwe katika level fulani ya maisha. Ukiwa unaishiishi tu bila kuwa na mipango, bila kuwa na malengo, tabia hii kwa kweli utachelewa sana kufikia malengo au kufikia mafanikio ambayo kwa namna moja au nyingine umeweza kuyalenga. Tabia nyingine ni kupoteza muda katika mambo yasiyo na msingi. Kuna baadhi ya watu wanapoteza muda katika mambo ambayo hayana msingi. Unakuta mtu anapoteza muda mwingi kwenye mitandao ya kijamii, asubuhi, mchana, jioni, usiku. Yeah, na mkuta yuko online. Ni mambo ambayo anayafanya hayana msingi kabisa wakati wenzake wanatumia muda vizuri katika kujitangaza katika mitandao ya, ya, ya kijamii kibiashara, yeye anakaa na chati jinga mpumbavu, jambo ambalo kwa namna moja ama nyingine linampotezea muda. Ili uweze kupata mafanikio, tabia hii ya ya, ya kutumia muda vibaya unatakiwa uepukane nayo, na tabia ya kutumia muda vibaya unaweza ukakuchelewesha sana kwa mafanikio, na tabia hiyo lazima uiache, ili uweze kufikia malengo ambayo umeyakusudia. Tabia nyingine ni kukosa kujifunza kutokana na makosa. Kuna baadhi ya makosa ambayo uliyafanya na yakakutia kwenye gharama kubwa sana, huenda uliharibikiwa kabisa na ukapoteza mwelekeo. Makosa yale lazima yakupe funzo na wa, kukupa mafunzo, ni maana yake lazima uyatambue na uahidi kwamba makosa yale utakiwe kuyarudia tena. Unapofanya kosa kosa lile likakuingiza kwenye balaa, kwa maana ya likakugharimu na ukaingia kwenye matatizo, kosa lile ukawa unajirudia tena bila kujifunza kupitia ile makosa, bado utachelewa sana kufanikiwa mafanikio. Kwa hiyo lazima tujifunze kutokana na makosa ambayo yametutokea kwenye maisha, na bila kufanya hivyo bado kufanikiwa kwetu kutakuwa ni wimbo ambao tutauimba kila siku bila mafanikio. Kosa lingine ambalo ni la mwisho ni hofu ya kushindwa. Watu wengi wamekuwa wakishindwa kufanya uh, mambo na kuthubutu katika kuyaanzisha baadhi ya mambo kwa ile hofu ya kwamba dah, mimi maskini ya Mungu hili jambo litashindwa. Anakuwa na hofu kila siku kushindwa: kusoma, mimi nitafeli; kufanya biashara, mimi biashara yangu itakufa. Ile hofu ya kushindwa, unapokuwa na hofu ya kushindwa jambo kila siku unaamini kwenye kushindwa, hauamini kwenye uthubutu. Kwa kweli tabia hiyo inakuwa ni mbaya sana na huwezi ukafanikiwa. Watu wote unawaona wamefanikiwa, waliamini kwenye uthubutu na hawakuangalia kwenye kushindwa. Walijua kabisa katika kile wanachokifanya kuna baadhi ya riski ambazo wanaweza kukumbana nazo, lakini walimtanguliza Mwenyezi Mungu mbele, wakapambana kwa nguvu zao zote na hadi hapa unawaona hapa walipo. Ni manyangu ya kwamba utakuwa umezijua tabia hizi uh, ambazo kwa namna moja na nyingine zinakuchelewesha. Ni wakati sasa wa kuweza kuachana na tabia hizi, ili mradi uweze kufanikiwa katika uh, malengo yako uliyoyakusudia. Jina langu ni Shabani Lusambo, mpaka wakati mwingine, asante na kwa heri. Swanga TV Sauti ya maisha.